Kwa jina naitwa Pili Wambura kutoka <laughs> kijiji cha, mo, cha Msoma. Nimekuja humu kufanya kazi ya kupaka rangi. Hii kazi nimeianza kwa baada, nina miaka kama minne hivi nafanya kazi, nilifundishwa na mume wangu, ndio miaka minne iliyopita e, iliyopita. Na ulianzia wapi? Nilianzia Mwanza, kijiji kimoja kinaitwa Mwanchimwa ndio nikaja huku, nimepita mpaka Yozu, nimeenda nimefanya hii kazi, nimetoka hapo nikaja hapa Makatani. Nimefanya kazi Makatani hapa nina kama mwaka mmoja na nusu hivi. Sasa hivi hii kazi naelewa, kila mtu ananielewa kwamba mi ni mfanya kazi wa kupaka rangi, ndio mtumbwi wote mtumbwi wote naupakia, yani kwa kupaka yaani, rangi yenyewe napaka kwa shilingi elfu hamsini. Eh, kazi hizi hara nyingi zimezoeleka kuwa ni za wanaume, lakini wewe ni mwanamke na i mama. Uh, nini ambacho kilikuvutia na kukuhusisha katika shughuli hizi? shughulihizi akiuta nili nilivutiwa kwa kazi hii kwa kuelewa kwamba yani na uwepesi wangu nilio nao nikaona nijifunze na mimi kupaka hii rangi kwenye mitumbwi pia, hata nyumba, ukitaka mimi, nyumba napaka rangi. Ndiyo. unatumia siku ngapi? na mtumbo wote huu naupaka rangi kama baada ya siku nne, kwa sababu leo nimepaka ya kwanza, kesho nang'arisha, nageuza upande, napaka kikoti ya kwanza na koti ya pili namaliza. Unaambiaje sasa mabinti wengine kwa kisha kwamba ambao wamekuwa wakibagua bagua kazi? Nawaambia wakina mama wenzangu wasibague kazi, kazi haipo ya wanaume tu, kila kazi ni ya wanawake na wanaume. Kwa hiyo tujitahidi, ambaye ana moyo wa kutaka kufanya kazi kama hii anakuja anajifunza na yeye kufanya kazi kama hii, tuwe na moyo hii e, faida niliyopata mwa kwenye kazi ya kupaka rangi nimenunulia ako kiwanja e, ndio faida niliyopata mwa. Eh, dhani hata wengine wanaweza wakatoka huku, unakuta mtu anaenda kazini anaairisha kufanya kazi anayofanya, anakaa kunishangalia mimi kazi ninayofanya, kwa sababu amishezoea kwamba hii kazi ni ya wanaume tu mm. Na support ikoje sasa kwa hao wamiliki hao wanaotengeneza haya mitumbwi, support yao ikoje kwako? Support yao mi naona ni nzuri tu, kwa sababu fundi mwenzangu kama huyo akifanya kazi akimaliza, na mimi ananipigia simu na kuja kufanya kazi ya kupaka rangi, kwamba labda kitokea labda umepata tenda hata Chato wapi. Eh, nikipata tenda hata Chato naenda Eh, kwa sababu mume wangu ndiye anafanya kazi ya unyinyaji, akimaliza kunyinya blanketi sasa, na yeye wananipigia simu na wao na kuja kufanya kazi ya kupaka rangi mume <laughs> wangu <ya> huyoangu <laughs> eh. Naitwa Masumbuko Muga Matelele, ni eh, mkazi wa kijiji cha Nkome eh, nafikiri hii kazi ninayo muda mrefu kidogo kama miaka ishirini nafanya hii kazi make okay. eh, eh, eh, eh, mama naye kidogo, baada ya kuwa naye mahusiano karibu, kwa baadaye kawa nimekaa naye siku moja, naye akanitembelea kwenye kazi yangu hiy ya akaja, akaniuliza, ndo kazi unayofanya? na mii ndio lete na mi nijaribu basi, nikawa nimempa Kajaribisha akawa ameweza. Kesho yake tukaja naye ndio kumkabidhi brush na kuanza kazi mpaka waleo. Eh, na kuhakikishaje kwamba kile kipato ambacho kinapatikana wote kinatoka sawa, bila kuonekana mmoja amemzuru mwenzie? Lazima akitue pamoja kwa kulingana, kwamba na yeye anaelewa kwamba hapo kuna shilingi ngapi tunafanyia hapo kazi. Kwa hiyo napoishika hiyo hela nampa yeye, anakaa nayo matumizi, tunatoa nyingine tunatunza Hey. Kwa hiyo mama ndio mhasibu mkuu. Kwamba hii tufanyeje hii hela? Na kazi yako kubwa ni nini ninini? Mimi kazi yangu kubwa ndio hii tu ya uzibaji wa mitumbwi na kupaka rangi na kuandika okay. Mm.